Watu 31 waliofariki kwenye maporomoko ya ardhi katika eneo la Chesongoch, kaunti ya Elgeyo Marakwet wamezikwa. Misa ya wafu ilifanyika katika uwanja wa mtakatifu Mauras Chesongoch na baadaye mazishi kufanywa kwenye kipande kimoja cha ardhi. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen amesema kuwa serikali inasaidia familia zilizoathirika kurejelea maisha yao. Safin Achieng uuma na kina cha taarifa hiyo. Biwi la simanzi lilitanda katika uwanja wa Mtakatifu Mauras eneo la Chesongoch katika kaunti ya Elgeyo Marakwet wakati wa ibada ya mazishi ya watu 31 waliofariki kwenye maporomoko ya ardhi eneo hilo mwanzoni mwa mwezi huu wa Novemba. Askofu wa kanisa Katoliki jimbo la Eldoret, Dominic Kimengich, akiongoza misa hiyo ya mazishi iliyohudhuriwa na mamia ya waombolezaji. Jamaa na marafiki walieleza uchungu wa kuwapoteza wapendwa wao. Nilipoteza papa ambaye nilikuwa nampenda yeye sana. Huyu baba alikuwa akinisaidia kila wakati kwa mawaida, na hata nikikosa chochote, yeye huwa ananisaidia sana uzito ukiwalemea wengine kama Benjamin Kanda, ambaye hadi sasa hajafahamu waliko wanawe watatu. Sasa tumetafuta karibu kila kona eh, hatujapata mimi, na mimi nasema hivi he hao watu labda walifunika na hii mawe mingi na mchanga. Familia hizo zilikuwa zimekabiliwa na kitendawili cha kutambua eneo la kuwazika wapendo wao baada ya nyumba zao kusombwa na matope, lakini waliafikiana kufanya mazishi ya pamoja na kuzika jamaa zao katika kipande kimoja cha ardhi. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen akisema serikali imetenga fedha za kusaidia familia zilizoathirika. mimi nilikuwa juzi Embobut nasikia watu wanataka kuleta list yenye inapita hata ya watu ambao waliathirika. Mimi nimesema ya kwamba every list yenye inatengenezwa must be verified by government officials. Yale ambayo yalitokea juzi si mara ya kwanza katika Kerio Valley. Tulikuwa kule upande wa liter 2021 watu wengi pia walikufa kwa sababu ya shida ya hii, hii ambayo tunaona, kwa hiyo ni vizuri we get a lasting solution ili hao watu wasiwe wanaangamia kila wakati. Baada ya kuwazika wapendwa wao, wakaazi wa Chesongoch wanafungua ukurasa mpya wa kurejelea maisha yao na kusaidia manusura wanaosalia na msongo wa mawazo. Safin Achieng Oma, runinga ya Citizen.